Hebu wazia jiji ambapo maajabu ya Misri ya kale yanakutana na majengo marefu ya kisasa, ambapo sauti za firauni zinachanganyika na kelele za karne ya 21. Hapa ndipo Cairo, mji mkuu wenye shughuli nyingi wa Misri, jiji lenye shughuli nyingi ambalo halioneka ni kulala kamwe, na kila kuchomoza kwa jua hufungua sura mpya katika historia yake ndefu. Jiji limejaa uhai, sauti za honi za magari hazikomi, wito mtamu wa sala unasikika juu ya paa na harufu ya masoko yenye shughuli nyingi hujaza hewa na msisimko na uwezekano usio na kikomo. Hapa historia haijafungwa kwenye makumbusho; badala yake imeunganishwa katika maisha ya kila siku. Wenyeji hujadiliana bei ya viungo na vitambaa sokoni, wakiendeleza mila ambazo zimepitishwa kwa vizazi vingi. Tramu za kisasa hupita kando ya misikiti ya karne nyingi, mistari yao maridadi ikitofautiana sana na uashi wa kale na minara inayotazama jiji juu ya mto Nile Feluka boti za matanga huelea polepole zikiwapa safari familia na vijana wanaopiga picha za selfie, zikiunganisha mila za milele na uhai wa kizazi kipya. Tofauti hizi za Kairo ndizo zinazofanya jiji hili kuwa la kipekee. Ni mahali ambapo zamani na sasa hucheza pamoja katika kila mtaa, kila jengo na kila uso. Kila njia ndogo inasimulia hadithi ikikuunganisha na historia ya milenia iliyopita, hata kutahuja hai na michoro ya kupendeza na sanaa ya mitaani ikisimulia hadithi za uthabiti na matumaini. Uhai na uchangamfu wa jiji hili hutoa hisia ya ajabu isiyokuwa na mipaka, ikikualika kuchunguza zaidi na kugundua. Kwa wapenda historia, Cairo ni lango la ulimwengu wa firauni ambapo kila mnara na mabaki hufichua siri za zamani tukufu. Historia huishi hapa, ikiunda jiji na watu wanaopita katika mitaa yake ya kihistoria. Katika Cairo, wakati hugongana kweli na kuhamasisha kila mgeni bila kukoma. Mto Nile ni uhai wa Cairo, ni mto ambao umebariki Misri kwa maelfu ya miaka. Kando ya kingo zake, hoteli na majengo marefu yamejipanga, taa zao zikiwaka juu ya maji usiku. Feluka za kitamaduni huelea polepole, zikitoa kimbilio la amani kutoka kwa shamrashamra -shamra za jiji. Jua linapotua mto hugeuka kuwa mahali patulivu, ukikuunganisha na midundo ya kale karibu. Soko maarufu la Khan el-Khalili la Cairo limejaa uhai, harufu ya taa, viungo na kahawa hujaza hewa. Wenyeji hukusanyika kwenye mikahawa, wakinywa chai na kucheza backgammon, wakipiga gumzo hadi usiku sana. Mto Nile na watu wake ndio moyo wa Cairo, wakiunganisha mila na usasa. Hapa unakaribishwa kama mgeni situmtalii, ukialikwa kushiriki katika maisha yenye uhai wa jiji hili. Magharibi mwa Cairo jiji lenye shughuli nyingi hupungua polepole pole na kutoa nafasi kwa jangwa la dhahabu lisilo na mwisho la Giza. Hapa ulimwengu wa kisasa hukutana na ustaarabu wa kale na tofauti ni ya kushangaza. Majengo marefu na mitaa yenye shughuli nyingi hutoa nafasi kwa mandhari ya milele ambayo imeshuhudia kuongezeka na kuanguka kwa ustaarabu. Hapa ndipo piramidi tukufu zinapoinuka, makaburi yasiyoweza kufa ambayo yamevutia watu kwa maelfu ya miaka. Vivuli vyao vinatanuka kote kwenye upeo wa macho, walinzi kimya wa siri za Misri ya kale, ukumbusha wa jitihada zisizokoma za mwanadamu kuacha alama katika historia. Mara moja ikiwa makaburi ya kifalme, sehemu hii ilikuwa imejaa sherehe na maandamano ya kuwaheshimu Firauni. Makuhani, wafanyakazi na watawala walikusanyika hapa wakifanya sherehe za kuwaunganisha walio hai na miungu na maisha ya baada ya kifo, wakijaza hewa na hirizi na uvumba. Piramidi tatu kuu za Kufu, Kafre na Menkaure zinasimama juu ya mchanga wa jangwa na ukaribu wao na kuacha ukiwa umesisimka na ukubwa wao. Kila mundo ni ajabu ya usahihi na azma iliyoundwa kuheshimu watawala wenye nguvu na kupita wakati. Piramidi kuu ya Kufu ilikuwa mundo mrefu zaidi duniani kwa karibu miaka elfu nne rekodi ambayo ilivunjwa tu katika nyakati za kisasa. Ukubwa wake na mpangilio wake kamili na nyota huendelea kushangaza na kuvutia wataalam hadi leo. Kila jiwe kubwa ni ushuhuda wa uhandisi wa kale. Usahihi ambao yalikata kusafirishwa na kuwekwa ni siri ambayo inasababisha mjadala na kupendeza kati ya wanahistoria na wahandisi. Unapotembea kati ya maajabu haya unaweza kuhisi uzito wa historia na siri ambazo zimeunda. Utulivu wa jangwa huvunjwa tu na minongono ya zamani, ikikualika kufikiria mikono iliyojenga makaburi haya makubwa. Unaweza hata kuingia ndani ya piramidi ukichunguza njia nyembamba zinazoelekea kwenye vyumba vya mazishi vya kale. Njia baridi na zenye giza zinasimulia hadithi za firauni, hazina na jitihada zisizokoma za kutokufa. Piramidi zinakualika kupendeza azma na ubunifu wa wale waliozijenga. Kusimama mbele ya miamba hii ya kale, unakuwa sehemu ya hadithi ya milenia, ukiunganisha zamani na sasa katika wakati mmoja usioweza kusahaulika. Tofauti na hadithi za kale, piramidi hazikujengwa na watumwa bali na wafanyakazi wenye ujuzi wa Misri. Wakati wa mafuriko ya Mto Nile, wakulima waligeuka kuwa wajenzi, wakishiriki katika mradi uliojaa fahari ya kitaifa. Umbo la piramidi liliashiria uumbaji na safari ya Firauni kuelekea maisha ya baada ya kifo. Vitalu vikubwa vya chokaa na granite vilisafirishwa na kuwekwa kwa usahihi wa ajabu. Kila piramidi ilikuwa sehemu ya jengo kubwa lililokuwa na mahekalu, piramidi ndogo na njia za sherehe. Miundo hii haikuwa tu makaburi, ilikuwa alama za nguvu za kimungu na urithi wa milele. Piramidi ni ushuhuda wa umoja, ujuzi na maono ya Misri ya kale. Juu ya mandhari pana ya jangwa la Giza, Sphinx mkuu anasimama mrefu akiwa na nguvu ya mwili wa simba na hekima na nguvu ya uso wa binadamu. Sanamu hii kubwa inasemekana kuwa imeundwa kwa mfano wa Firauni Kafre mwenyewe, mtawala wa kale wa Misri. Muundo huu mzuri ulichongwa kutoka kwa kipande kimoja kikubwa cha chokaa, na si tu moja ya sanamu za kale zaidi zilizopo, bali pia moja ya sanamu kubwa zaidi zilizowahi kufanywa na mwanadamu. Kwa karne nyingi, Sphinx amesimama kama mlinzi, akitazama upeo wa macho kwa macho imara, akishuhudia kupita kwa wakati. Ingawa jina halisi na madhumuni ya awali ya Sphinx yamefunikwa na ukungu wa historia, wasomi wengi na wanahistoria wanaamini kuwa ilitumika kama mlinzi wa piramidi ya Khafre, mlinzi wa kimungu. Hadithi na ngano zimejaa, kama vile hadithi ya kuvutia ya Prince Thutmos akiota ndoto, ambapo Sphinx ilimwahidi kiti cha enzi cha Misri ikiwa angeondoa mchanga uliokuwa ukimzika. Uso wa Sphinx uliovunjika, pua yake iliyokosekana na sifa zake zilizochakaa huongeza mvuto wake wa ajabu na kusababisha uvumi na mshangao. Sphinx imeshuhudia kuongezeka na kuanguka kwa milki, ikisimama imara kwa karne nyingi wakati ulimwengu unaoizunguka ulibadilika sana. Kusimama mbele ya ajabu hii ya kale Unaweza karibu kuhisi uzito wa siri zinazoshikiliwa na Sphinx na hadithi ambazo ingeweza kusimulia ikiwa ingeweza kuzungumza. Sphinx inabaki kuwa mlinzi wa milele wa Giza, ishara ya siri na uthabiti. Siri zake bado haziyatatuliwa, zikivutia mawazo ya kila anayeona. Maajabu ya Misri ya kale yamejaa hadithi za kuvutia na mafanikio ya kisayansi. Wamisri walikuwa mabingwa wa kutengeneza mumi, wakihifadhi miili kwa maisha ya baada ya kifo. Utaratibu huu ulikuwa mzuri sana kiasi kwamba mabaki yao bado yanachunguzwa leo. Hieroglyphs zao, mfumo wao wa uandishi wa, ulikuwa siri hadi Rosetta Stone ilipofichua siri zake. Hadithi zilisema kuwa piramidi zilijengwa na majitu au kwa uchawi, na hadithi za laana na vyumba vilivyofichwa zimevutia mawazo. Mpangilio wa piramidi unaonyesha ujuzi wa unajimu, zikiwa zimepangwa na nyota kama vile Orion na Sirius. Miundo hii haikuwa tu makaburi, zilikuwa vyombo vya ulimwengu vikiunganisha firauni na anga. Usahihi wa Misri ya kale huendelea kushangaza watafiti. Kila ugunduzi huongeza safu mpya kwenye siri ya milele ya makaburi haya. Kutembelea Cairo na Giza ni safari ya kwenda kwenye moyo wa mafanikio ya binadamu. Piramidi na Sphinx tu mabaki ya kale ni alama za kile ambacho wanadamu wanaweza kufikia wanapofanya kazi pamoja. Hizi ni chanzo cha fahari kwa Wamisri na urithi kwa wanadamu wote. Kuhifadhi maajabu haya ni jukumu la kimataifa. Wataalamu wa akiolojia wanafanya kazi kwa bidii kuhifadhi hadithi zao. Wamisri wa kale walikuwa waotaji na wavumbuzi, wakitupa changamoto kufikiria urithi wetu. Ewe, unazitembelea kibinafsi au unazipenda kutoka mbali, makaburi haya yanaunganisha zamani na sasa, zinatuhimiza kuthubutu kuota ndoto na kuchunguza yasiyojulikana. Mchanga unaweza kuhama lakini mabu ya Cairo na Giza yanabaki yakisubiri vizazi vijavyo vya wachunguzi.